Hello, Dadi. Dadi. Yes, Dad, you call me. Ah, nimekuita hapa kwa sababu ya jambo moja tu. Ni hii hapa mikataba inabidi uchukue uisome, uipitie, soma yote vizuri kwa utaratibu, kisha usaini mbele ya mwanasheria. Mikataba ya kuhusu nini baba? Mbona naona mikataba ya kuhusu masomo Uh, mikataba hiyo inahusiana na masuala yako ya masomo. Najua umefaulu sasa kwenda shule huko, eh, nje Uingereza, pata nafasi ya kwenda Uingereza huko kusoma. Uh, nadhani wewe mwenyewe umeshuhudia hiyo, eh, mikataba inaanza kusoma kuanzia form one E, la kwanza paka la saba hiyo ni bure, ni haki ya kila mzazi kumsomesha mtoto wake kwa ajili ya kutoa ujinga. Lakini hiyo elimu inayofuata hapo, hiyo ni elimu ya kibiashara. Kwa hiyo kuanzia form one, form 4, form 5, form 6 chuo, e, hizo zote lazima utazilipia. Mkataba umejionyesha hapo kwamba ni wapi utaanza kulipia kwa hiyo ni lazima e, uipitie hiyo mikataba vizuri, uone kama iko sawasawa, utaisaini mbele ya mwanasheria. Lakini kama iko sawasawa pia, e, unaweza ukabakia nyumbani, napo nitakupa e, nadhani miezi mitatu itakutosha hiyo. Ni notes nitakuandikia uweze kujitegemea. Lakini kama uko tayari kusoma, basi utasaini mikataba hiyo. Uh, unauliza ni kwa nini nafanya hivyo? <laughs> Kwa sababu moja, watoto wengi mkikuwa watu wazima Eh, mkishakuwa watu wazima mnaanza eh, kusema ukiwa na simu yangu, labda baba ana shida, unaanza kusema baba eh, amekuwa ombaomba ananisumbua mimi na eh, familia yangu. Pia sasa mimi kipindi ninasomesha sikuangalia, mimi nimewasomesha mkiwa wengi lakini nyinyi mnashindwa kunitunza mimi peke yangu tu watoto wanne mm, au watano au sita. Mimi nimebarikiwa nyinyi watoto wanne lakini mtashangaa, mnashindwa kunitunza. Nimeangalia kwa watu wengi tu, hicho kitu kinatokea sasa kwangu. Naona hapana, wewe utasoma kwa mkopo, Adati pia atasoma kwa mkopo eh, Kevin atasoma kwa mkopo, lakini Ramso pia atasoma kwa mkopo. Nimeanza na wewe kaka yao. E, lakini wote mtasoma kwa mkopo. E, kwa mkopo. Kwa hiyo huo mkopo unayokupatia ni wa kupata elimu kuanzia fomu one mpaka fomu four, nadhani umeelewa vizuri, kama uko tayari pia, sikulazimishi. Sasa ni mtu mzima, unajua umuhimu wa elimu. Kwa nini mimi nitakunyanyasa? Mimi, vipi mimi sitakutunza? ni mzazi wangu. Hivyo na nitawaambia wazazi wengine wote hata kwenye vyombo vya habari wasomeshe watoto kwa mkopo. Maana yake mnakuja mnatugeuka baadaye, kama vile sijazaa, kama vile nashuhudia. Muona pale mzee Leani, e, mzee Kaswiza pale amekaa kama hana watoto, rafiki yangu eh, na watoto anao, kasomesha vizuri tu, ameenda elimu za juu wapi, lakini eh, yupo tu analalamika, nikikaa naye analalamikia, na yeye ndio mzee ambaye kapata watoto kabla yangu. Kwa hiyo kwa kupitia hilo, mimi kwangu hapana. Kuanzia fomu moja mpaka fomu nne utalipia milioni kumi na mbili fomu nne Sasa baba bwana, ni pesa mingi sana hii, wapi. Usipo saini hakuna shule, na kama hakuna shule hapa nyumbani, miezi mitatu naenda kuiandika, una hama. Asante Baba Kasema.